Tusikubali watu waichonganisha serikali pamoja na wananchi. Wananchi, mtu anatoka nje tu anaongea kila siku hashtag hakuna utalii. it's very sad and very painful, inauma. Alafu anajiita ni Mtanzania. Huyu ni msa, msaliti n nchi ya, ya yake. Unajitaje mzalendo, unachochea masuala ya vurugu kwenye taifa lako? Huyu ni msaliti. Kwa hiyo watu ambao wanastahili kuihubiri amani ni Watanzania, ni sisi wananchi. Vijana tunatakiwa tuwe mstari wa mbele, sisi tunatakiwa tupate hekima za wazee, tunatakiwa tupate busara za wazee, watupitishe waseme, jamani, e huku vijana mnakoenda siko, na wakati mwingine wanasema vijana tuache kushupaa, tuipende nchi yetu ya Tanzania. Hii ni toilai toilai kwa viongozi wetu wa dini. Huu si wakati wa kumtafuta nani mchawi wako. Watu walikosea, na tunawafahamu wamekosea. Huu ni muda na ni wakati ambao tunatakiwa tu kutengeneza umoja wa kitaifa. Tuungane na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mama mwenye dhamira ya dhati na taifa letu la Tanzania kusitokea. Hawa wanasema hawa viongozi wa dini wanasema, wanasema, wanasema hivi mara wengine, wanasema hivi mara mara wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi no kazi yenu ambayo mmepewa kusoma maandiko matakatifu ni ninyi kutuhubiria amani, ni kweli na haki. Mnatakiwa mhubiri mhubiria amani. Amani isipokuwepo tutaenda kanisani? Kulikuwa na lockdown ya siku nne hapa, zaidi ya siku nne watu wako ndani, watoki tena. Nashukuru shukuru ndani ya siku nne, pia siku ya Jumapili ilikuwepo watu hawajaenda kuabudu. Tutahubiri vipi haki kama hakuna amani? Sasa viongozi wa dini tuwaombe wao si, oh, wanatakiwa watuunganishe wasitugawe. Wale viongozi wa dini wanaongoza wana, wana, wana watu ambao wana wanahuruka tofauti tofauti. Wako watu wenye miamko humohumo ndani kwenye dini zetu, wako watu ambao wana vyama vya kisiasa humo humo, wafahamu hilo. Muunganiko wa vyama vyote vimo humo kwenye dini zetu, wamo. Wasizungumze masuala ya ya ya, ya, ya, ya siasa kwenye dini.